Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni somo la tatu la robo ya pili ya mwaka 2025. Robo ambayo tunajifunza vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii. Juma hili ni juma la tatu ambapo tunaenda kuangazia somo lisemalo tamathali za semi kutoka katika ndoa. Hii ni kwa ajili ya wiki ya Aprili 12 hadi 18. Na hii ni Aprili 12, siku ya Sabato mchana. Mwandishi anatuelekeza kusoma katika mafungu ya juma hili: Mwanzo sura ya pili ya 23 hadi 25, Waefeso sura ya 5:29 hadi 32, Ezekiel 16:4 hadi 14 Ufunuo sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya 4, Mwanzo sura ile 24 aya ya kwanza hadi ya 4 na Ufunuo sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya tisa. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Ufunuo 19 aya ya 9. Neno la Mungu linasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Biblia imejaa visa vya upendo vyenye mvuto vinavyofunua vipengele vya wokovu na upendo wa Mungu kwa watu wake. Uhusiano wa karibu zaidi, ndoa, unathibitika kuwa shule ambapo, tukiruhusu kupitia uzoefu wake jinsi Mungu alivyokusudia, tutaweza kugundua masomo ya kina kuhusu upendo wake kwetu. kuhusu uhusiano wetu naye na kuhusu umbali aliyokwenda ili kutukomboa. Dhana za kisasa kuhusu upendo na ndoa zimepotosha uwezo wetu wa kutambua vyema kile ambacho Mungu anajaribu kutufundisha kupitia agano la ndoa. Ingawa hali ya mwanadamu ya dhambi imepotosha sana ndoa na karibu vitu vingine vyote, ndoa bado inaweza kuwa njia yenye mvuto ya kufunua ukweli hasa ukweli wa kiunabii. Zaidi ya kutufanya tuwe na furaha, ndoa inapaswa kuwa shule ambapo tunajifunza mambo ya kina kuhusu sisi wenyewe na uhusiano wetu na Mungu. Juma hili tutachunguza njia mbalimbali ambazo neno la Mungu linazungumzia ndoa, nzuri na mbaya. Kisha tunaweza kujifunza kutokana na mifano mingi ili kuelewa vizuri zaidi jinsi Mungu anavyohusiana na watu wake, hata wanapokosea, na tunaweza kujifunza kweli fulani kuhusu upendo wake zinavyoweza kutusaidia kufahamu vyema matukio ya siku za mwisho. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya Aprili 19. Jumapili, mwili mmoja. Jumatatu, bibi harusi mzuri. Jumanne mke kahaba wa Hosea Jumatano, Isaka na Rebeka, Alhamis kahaba ahukumiwa, na katika siku ya Ijumaa jifunze zaidi. Kumbuka hii ni somo la tatu, tamathali za semi kutoka katika ndoa. Na kwa nukta hiyo, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa nasi sasa na hata milele Amina.